Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na mmoja kati ya eh vitu ambavyo ni ushauri e, ambapo kuna wa, of course harusi ya Jux na Pricy ilipendeza sana, lakini moja kati ya wadau wa mziki wa e, wa bongo flavor au entertainment industry kwa ujumla, hapa tunamzungumzia Madam Rita Paulson ameamua kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho kimehappen katika harusi ile, ambapo kitu ambacho of course ame, ame acknowledge kwanza, harusi e, ilikuwa poa, lakini ange ingependeza zaidi iwapo kama Watanzania, vijana wa kitanzania ambao walienda kule ku represent e, ni kwamba wangevaa mavazi ya kitamaduni ya Kitanzania. Nchi yetu sisi haina vazi la taifa. Wenzetu ya wanayo mavazi ya yale manguo ambayo tunayoyaona na vitu vingine la kita kitaifa. Madam Rita alikuwa amesuggest kwamba ingekuwa heri zaidi kama Watanzania vijana wa kitanzania wangevaa kimasai, umeona eh? Of course ni moja kati ya vazi ambalo ni iconic sana kutoka Tanzania. Wangevaa vile basi, wange tu represent vizuri zaidi. So madam Rita amezungumza hayo, hebu msikilize hapa na mpongeza sana Juxy. Hongera sana Juxy na mke wako. Na wale mliotuwakilisha pale mmependeza sana. Lakini jamani, mtu akiwangalia haraka haraka lazima kujua kama nyinyi si wa Nigeria. Mgevaa Kimasai kuwakilisha Tanzania, yani mgeingia pale, yani yani, na tikisa tikisa zile shanga za Kimasai, yani wangewajua, ni mpaka wangeomba kuwapiga piga na nyinyi picha, yani ungewakilisha vizuri sana. Kama mtu kama ume ingemwona mtinga Kimasai nitokelezea balaa ya yeah, hasi kwa ubaya kusoo, imependeza lakini ifike pointi na sisi Tanzania tuwe na nguo ya kutuwakilisha kama Tanzania, kama nchi zingine walivyo na culture zao, na ningeingia pale wote na, na, na, na nguo ya Kimasai, kwa sababu hatuna basi tungepanda hata Kimasai basi. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza Madam Rita, na kusema ule ukweli ni kwamba hata mimi pia ninaunga mkono, yani sina hata neno moja hapo la kuongeza. Madam amemaliza yote, ameongea point, na ni kitu ambacho kweli kinatakiwa kiwe, kichukuliwe consideration ya hali ya juu, ili na sisi pia tuwe tunajivunia tukitokea katika mataifa mengine. You understand? So wakiwa kama mdau, na wewe pia hebu tuweke maoni yako katika comment section, ndoka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.